fa zetu mtazamaji, na hapa pembeni uh, ni tuzo ambayo tumepokea kama runinga ya Citizen kwa ubora na kampuni inayotegemewa katika eneo la Afrika Mashariki. Nitakuuliza mengi tu baadaye, lakini kwa sasa tuanze na taarifa ambazo tunazipa kipaumbele nikiwa na mwenzangu Yula Nzale ambaye ni mfasiri wetu kwa lugha ya ishara. Muungano wa upinzani umetishia kuandaa maandamano kote nchini katika wiki mbili zijazo iwapo idara ya polisi haitawachukulia hatua maafisa wa polisi waliomshambulia kinara wa DCP Rigathi Gachagua akiwa kanisani katika kaunti ya Nyeri. Wakizungumza baada ya mkutano na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja jijini Nairobi, viongozi hao walikashifu visa vya kutishiwa maisha wakiwataka polisi kuwajibishwa. Emmanuel to anaarifu Ulikuwa msafara wa kudai haki, viongozi wa muungano wa upinzani wakishika njia hadi katika makao makuu ya polisi Nairobi <todos> walifika hapa kushinikiza waliohusika kwenye mashambulizi ya mmoja wao kinara wa DCP Rigathi Gachagua <todos> katika kanisa la ACK Wetima Odhaya kaunti ya Nyeri wachukuliwe hatua If this

to get out of dirty political work, to go back to their mandate. Viongozi hao wakiandikia barua kamati ya usalama ya kitaifa kutaka hatua hizo kuchukuliwa kabla tarehe 16 mwezi ujao, wakielekeza cheche zao katika soko la wakulima Nairobi. Kama hao polisi hawajashikwa tutaagiza maandamano kutoka Kisumu, Kakamega, Busia. Macho yote sasa yatakuwa inaelekezwa kwenye idara ya polisi kuona kama itachukua hatua dhidi ya waliotajwa kuhusika na uvamizi wa Jumapili iliyopita. Umoja upinzani sasa ukiahidi kurejea barabarani ikiwa hatua hazitachukuliwa. Emmanuel Toruninga, Citizen, Nairobi.